Serikali itaendelea kutoa ushirikiano nanyi kwa dhati kabisa ili kufanikisha malengo ya kuwa na mazingira mazuri ya uwekezaji na biashara hapa nchini. Na ni mategemeo yao kuwa mpango huu utaongeza tija kubwa kwa taifa letu na itasaidia sana kufikia malengo yetu ya kukua ya kukuza uchumi na kuupeleka kwenye uchumi wakati ambao ni endelevu. Ndugu wageni waalikwa, mpango wa kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini una manufaa makubwa kwa uchumi wetu wa maendeleo ya taifa letu, na manufaa haya ikiwemo kuvutia uwekezaji wa ndani na wa nje kwa kuwezesha wawekezaji wa ndani na nje kupata fursa nzuri ya uwekezaji. Hatua hii inakwenda kuhamasisha pia uingizaji wa mitaji, teknolojia mpya na maarifa ambayo yanawezesha kuongeza uzalishaji na kuboresha huduma mbalimbali kupatikana kwa mazingira rahisi na bei nafuu. Lakini pia inakwenda kufanya maboresho ya kuchochea uwekezaji mpya na miradi mipya ya biashara ambayo itazalisha fursa mpya za ajira kwa Watanzania. Hatua hii inakwenda kusaidia kupunguza kiwango cha ukosefu wa ajira hapa nchini, hasa ukizingatia kwamba uwekezaji mmoja unaweza kuchukua zaidi ya waajiriwa mia moja au zaidi na wengine mpaka elfu moja. Hii itakwenda kupunguza kiwango cha ukosefu wa ajira kwa vijana wetu na kuongeza kipato cha familia moja moja. Tunakwenda kufungua milango ya kupata masoko kimataifa kwa bidhaa zinazozalishwa hapa ndani. Mpango huu unakwenda kuboresha mazingira biashara na kuvutia makampuni ya kimataifa kuwekeza hapa nchini, ambayo pia yenyewe yatakuwa ameshatafuta fursa za masoko kwa bidhaa ambazo zitazalishwa hapa ndani na kuifanya Tanzania kuwa kivutio cha biashara duniani, kama vile uwekezaji ulioko eneo la Ubungo ambao utakuja kuvutia wanunuzi kwa kutafuta masoko kutoka nchi za Afrika Mashariki. Lakini pia na Sadiki inakwenda kuboresha miundombinu kama vile barabara, bandari na huduma za nishati zitakwenda kuboreshwa, lakini pia na fursa nyingine ambazo zinasaidia zaidi katika uwekezaji na ufanyaji biashara, jambo ambalo linachangiwa, linakwenda kuchangia ustawi wa uchumi wetu, urahisi wa kufanya biashara na kuboresha ustawi wa jamii kwa ujumla wake. Hali hii pia itawezesha wakulima kupata